Yo, mambo vipi? Ha, ha, ha. Karibu tena katika mastori ya town. Na waleta mastori haya ni Manjo Setembo na hii ni Manjo TV. Kama huja subscribe basi usisahau. Subscribe hapo na bonyeza alama ya kengele upate notification kwa update zo, zote nitakaza kuletea. Wow. Mastori yetu ya leo, uh, yana yamedondokea katika nchi ya Qatar uko Ugaiboni. Unajua ni nini? Uh, kuna jamaa mmoja uh, alikuwa anafanya kazi ya uh, security um, na yeye alikuwa anaishi uh, accommodation ina maana anaishi kwenye nyumba za za za za za kampuni umeona, alafu kuna rafiki yake alikuwa anaishi uh, amejipangia huko anajiita ma freelancer umeona. uh, sasa jamaa amekaa miaka mingi sana uh, bila Ho, ho, ho, kufanya mambo yetu baadaye akampata mtoto mkali sana yule security. Sasa akawa anatafuta uh, sehemu ambayo ya kwenda kumaliza kuji, kujisaidia mm, tunasema kufanyaje, kupona au kutoa kutu, wanasema <laughs> tunatumia lugha ya Kenya, kutoa kutu. Basi jamaa akamshtua rafiki yake, bwana vipi, una geto? Akamwambia ya y ninalo bana unaweza ukaniazima bwana? Kivipi? Ah, nataka bwana, mimi na mimi siku moja moja nilikuwa nakuja kuji vinjari na na mtu wangu ah. Jamaa akasema hakuna shida, wewe ndio rafiki yangu, karibu. Basi jamaa ilikuwa msichana akipata ofu yeye anaomba na ofu, basi wanaenda kwenye geto la mchizi, wanaenda wanafanya yao, wanamaliza hao, eh kama watapika watapika na nini, siku inaisha hivyo, watu wanajikataa. Basi ikawa jamaa ni kawaida yake kufanya hivyo kwa hiyo hata siku ambayo iko ofa, na bwana, nenda kule kwa kwa mshikaji, mimi nakuja huko. Ah, sawa sawa. Basi demo anatangulia kule, labda anapika pika, mshikaji anakuja nyuma. Sasa unajua ilikuwaje, wakawa wamezoea pale, wamezoea. Kwa hiyo wamepiga kama miaka miwili, wamezoea. Sasa mshikaji akawa amepata uh, vacation. Kwa hiyo mshikaji akawa anaenda zake home miaka hiyo miezi hiyo miwili Jamaa akaudi zake Kenya, kaudi zake Kenya. Sasa ule msichana anapata ofu, aende wapi? Inabidi aende kwa mshikaji kule. Anaambia bwana, mimi niko ofu, anampigia jamaa yake, niko ofu. Anaambia ah, sasa itakwaje? Kaa tu hapo kazini. Anaambia bwana, mimi nataka niende kule. Ah, sasa mshikaji ana eh, niende kule, lakini no switch, hakuna noma, nenda basi. Demu anaenda kule, anapikapika Eh, kwa hiyo yule mshikaji alikuwa pale ndio anakula na nini sasa, wakajenga bondi zile ofu zikajenga bondi, wakazoeana. Unajua nini kilichotokea? Msichana huruma tu akaruka na mshikaji <laughs> wakaruka mshikaji, basi wakawa napakua kula na kupakua na mshikaji, mapenzi moto moto. Mshikaji kule mawasiliano yakawa amepungua, mshikaji wa Kenya na na huyu uh, demu gafu vacation kurudi kila wa msichana waende kule. Msichana, aa, excuse nyingi sana leo, bosi wangu hivi na hivi, umeona, lakini kumbe akamzoesha yule jamaa sasa siku moja huyu security akaenda kumtembelea mshikaji wake, kwenda kule anamkuta demu ah, yuko tu na vinguo kum, ah, vile vya, vya kulalia tu ndani ya mshikaji, afu na mshikaji yupo wamekaa, na pia vya store na mshikaji na kibukta tu, umeona yani kwa kuangalia kwamba mshikaji kashatoka kumaliza kazi. Ah, jamaa alichanganyikiwa. Sasa kugombana kum, afiki yake anashindwa kumpiga demu anashindwa nah, jamaa kachanganyikiwa, kaondoka lakini demu wala wakujali, ile akawa na mshikaji. Kwa hiyo unajua nini na kumpenda, kumzoesha demu wako kwenye geto la mshikaji, ipo siku yule mshikaji atakuwa demu wake. Kwa hiyo kuwa makini. Haya ndio mambo yalitokea huko kata Gulf, jamaa alipoteza girlfriend wake kwa ajili ya kutaka mteremko, kumchukua demu wake kwenda kwa mshikaji wake ado mastori <laughs> ya town. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Karibuni na kwa elini <laughs> Manjo Septemba.